Wala wanafunzi wangu ambao mnazidi kujifunza mambo ya saloni kwa ujumla, nilikwambia takufundisha vitu virahisi sana kwa sababu nahitaji kwa mwanzoni usione mambo ni magumu. Hii inayotengeneza hapa ni finger coil. Nitatumia jeli ambayo ni nyepesi kutoka Soft and Free. Mwanzoni kabisa nilikuwa na spray maji. Nahitaji nywele zangu ziwe na unyevunyevu unyevu, zisiwe mbichi, kwa sababu kuna mtu mwingine nikikwambia uweke maji Mnaweka maji mengi sana, hapana. Kama utashindwa kabisa, basi utashika maji kidogo tu kwenye mkono, ndo uta utapaka kwenye nywele yako, utapaka jeli yako, utakuwa unasokota na kidole kama hivi. Kwanza ni rahisi, haitumii muda mwingi, hautumii nguvu. Kwa wewe ambaye unaanza kujifunza mambo ya saluni, hauchoki. Sawa sawasawa. Jeli nachukua hivi kidogo tu, sawa Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi saluni kwa ujumla, tunakaribisha sana chuoni kwetu. Chuo chetu kipo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Tunafundisha mambo yote ya saluni na kama nilivyokuambia hata ukija darasani kwetu, hata kama hujui kabisa, huna idea yoyote, tutakufundisha hatua kwa hatua, na tutakufundisha kwa njia ambayo ni rahisi, bila kuchoka, na ni kuahidi tu utaondoka ukiwa unajua. Waliosoma kwetu wanaelewa ni kitu gani nazungumza. Mtakaosoma kwetu mtakuja kuwa mabalozi wazuri. Karibuni sana Farida Beauty Academy. Sawa. Kuna mtu mwingine ataniuliza hii jeli inapatikana wapi? Hii jeli madukani ipo. Hii jeli nyepesi ile ya Soft and Free. Ipo madukani, chukua ya kwako, fanya mazoezi. Kama utahitaji kunitumia feedback yako, hakikisha tayari umeshaingia pale YouTube umetafuta Farida Othman na umesubscribe channel yetu ya YouTube. Ukisha subscribe nitumie screenshot WhatsApp, alafu njoo na swali lako, njoo, picha yako njoo, na feedback yako njoo, au tu kama utataka kujiunga kwenye magrupu yetu, niambie niunge kwenye grupu, tutakutumia linki utajiunga. Kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo. Kwa wale ambao mpo Dar es Salaam, una uwezo wa kwenda na kurudi. Ada zetu ni kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Hosteli kila mwezi ni shilingi laki moja. Jinsi gani ya kujiunga nachuo, na chuo, nafasi zipo wazi. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika screen. Una swali na chochote niandikie kwenye comment. Unahitaji kujifunza zaidi niandikie kwenye comment. Unahitaji kujiunga na chuo chetu, pia sisi tunawakaribisha sana kwa sababu sisi tunaposema tunafundisha huwa tunamaanisha. I hope utakuwa umejua kutengeneza finger coil. Umeona ilivyokuwa rahisi, hakuna ugumu wowote. Final yake ilikuwa kama hivi, sawa. Staili hii ni kwa nywele ambayo haina dawa tu. Najua maswali yatakuwa mengi. Karibuni sana, asante. Naendelea kujifunza nasi, kwaherini.